Hii ni sanamu ya Mamabikila Malia iliyowekwa na Asikofu James Sangu. Sanamu hii inaaminika kwamba kisima hiki kinatoa maji ya baraka, maji ya matakatifu ya uponyaji, ya uponyaji. watu wanaamini hivyo. Kwa kweli tumshukuru Mungu kwa kuwa anatenda kupitia sanamu hii ya Mamabikila Malia aliyopo hapa, na hii sanamu ipo katika jimbo kuu katoliki la Mbeya. Sanamu hii ni nzuri kabisa, sanamu ya Bikira Maria ni Bikira Maria wa Fatima. Hii Bikira Maria wa Fatima, sanamu nzuri kabisa, na kisima chenyewe ni hiki hapa. Kwa kweli kimekuwa kikitoa maji, inaaminika kwamba maji haya ni mazuri na huyu padri anafungua hapa bomba kabisa, anashuhudia kweli, maji haya ni maji mazuri kabisa kabisa, ni maji yana baraka na neema ya Mwenyezi Mungu. Wengi wamekuja hapa, wamesali, wamepata uponyaji kupitia hii hapa yamekuwaweu na... ha, taatu an mababa wanajiandaa kwa ajili ya kuingia katika misa ya kubariki mafuta. Si mchezo kubariki mafuta matakatifu, sio mafuta ya upako, ah, sio mafuta ya upako. Ni mafuta matakatifu, mafuta ya Krisma, mafuta ya mpako mtakatifu wa wagonjwa, na mafuta ya wakatekumeni. Kwa hivyo, wapendo wa Katoliki, mjiepushe sana sana. Unamkuta Mkatoliki anaenda kukanyaga mafuta

katika utajiri wa hekima yako kuu umetuwezesha tufanye kazi kubwa na zenye kupendeza. Tunakuomba huyabariki magari haya, gari la askofu msaidizi na gari la padre. Uwabariki hawa watakaotumia magari haya wasafiri salama wakizingatia sheria za barabarani kwa usalama wao na wa wengine, wakati wanasafi <fitrio> Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalume wako ufike, utakaa ufanyike duniani kamajini, utubeeria bwana anaina